Shalom, Mchungaji Tumaini Tarimo, napenda kushuhudia mambo makuu Mungu alionitendea siku ya tarehe kumi na nne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Na nikiwa safarini nipata ajali baada ya gari kupata pancha tairi ya mbele mkono wa kulia na kunitoa nje ya barabara, ilipinduka mara tatu, baadaye ilisimama wakati matairi yanaangalia juu na bodi iko chini uh, nikiwa ndani ya gari niliweza kufungua mkanda nikashuka kwenye gari. Kitu cha ajabu kabisa nilichokiona ni kwamba nilitoka kwenye gari nikiwa mzima, sina majeraha, sina mchubuko, sijaumia popote, lakini gari lipondeka pondeka na kuharibika sana kama ambavyo unaweza kuona baadhi ya picha kwenye video hii. Natumia video hii kushuhudia kwamba Mungu yupo, Mungu anaweza Mungu anatenda, Mungu ni mlinzi. Tumtegemee yeye, tusikate tamaa wala tusiogope wala tusitishwe na vitisho vya adui. Lakini napenda kutumia pia ujumbe huu tuku, si, kila unapoanza safari umombe Mungu na kila unapopata signal kwenye ulimwengu wa roho usizipuuze. Maana ajali hii ni kama Mungu alinisemesha siku tatu kabla na usiku wa kwa mkeo siku nilopata ajali pia nili ota ndoto kwamba nimepata ajali, na dakika chache kabla ajali haijatokea nilikumbuka ile ndoto na nikawa najaribu kuitafakari kabla sijapindi tu, baada ya kumaliza kuitafakari ikatokea kweli. Aidha, video hii napenda kuitumia pia kuku si, ikiwa unaguswa na roho wa Mungu kwa namna yote ile, uniwezeshe unichangie, chochote niweze kutengeneza hii gari maana ndio ambao naitumia kwenye huduma na ndio inanisaidia kuweza kufanya huduma zangu za kichungaji. Mungu akubariki. Nimeshare na wewe ujumbe huu aa, kama rafiki na kama ndugu na kama mtu wa muhimu kwangu, ili ujue mtukuze Mungu pamoja nami, lakini ili ujue kwamba niko na kazi hiyo nzito ya kuitengeneza gari. Ushiriki pamoja nami. Mungu akubariki sana na kuombea wakati wote. Mungu akulinde na Mungu ainue msaada kwa ajili yako utakapokutana na jambo lolote gumu na zito kwenye maisha yako. Amen.